Nhuku unasikiza matangazo yetu kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like opia, subscribe, Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni mktasari wenyeu wa habari za moto: Kivu ya Kusini, wazalendo wawatia nguvuni washirika wa M23 pamoja na silaha nzito aina za PKM. Kinshasa, serikali ya kivunja chama cha ja PPRD cha chake Joseph Kabila. Ituri, ADF wawalazimisha raia kulipa kodi na kuingia katika dini ya Uislamu. Ikiwa ni tarehe ishirini na moja za mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki, na huku unasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka tu kwamba operation saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo huko unaziona kwa skrini yako, na moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Baraka1 TV na pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ili uendelee kupata matukio mbalimbali yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini. Wazalendo wawatia nguvuni washirika wa M23 na silaha nzito aina ya PKM. Watu wanaosadikika kuwa ni wanajeshi wamekamatwa na wazalendo eneo la Nzibira. Kikosi cha Jenerali Mbu Mubangu Simba Day ndiye aliyeongoza. Uh, wazalendo hao kuwakamata watu hao ambao walisadikika kuwa ni wanajeshi wakiwa na silaha aina za pika M zenye kufungwa ndani ya mifuko. Wanaume hao watatu ambao mmoja kati yao inasadikika kuwa ni captain ameweza kutoroka na hivyo kutokomea pasipojulikana

Majoro waba na kim, nani, kapitaine, kapitaine. Anakimbia. Koma epuru kwa kapitaine, anashuka na mape kaem. Majoro hiko hapa kibanda mangobo Ibra, ana pe kaem. Puru kwa hiko ma kapitaine, Atembe na mape kaem. Tena musaki. Kama itakuwa hukumu, kama itakuwa hukumu. Hizi ita ita zote zitafika kumikono ya nani? Ya guvernema. Nandiyo baba yetu. Kwa leo, zinabakia kumikono ya nani? Upande mwingine, magaidi wa M23 wameonekana kuondoka katika maeneo yote ambayo wamekuwa wakishikilia eneo za milima ya juu ya Kalehe, Kabamba pamoja na Katana na kuelekea ndani ya Kavumu. Vyanzo mbalimbali vinasema wanajeshi wote walioonekana kwenye mirorongo wameweza kurudi na kuelekea Kavumu na wote wakijikusanya ndani ya uwanja wa ndege wa Kavumu, huku wakiwalazimisha vijana kubeba mizigo yao pamoja na silaha zao na kuelekea ndani ya uwanja wa Kavumu. Mpaka sasa hivi bado raia wanajiuliza na hawajapata maswali, wanafanya kitu gani ndani ya uwanja wa Kavumu na kuna nini ambacho kinapangwa kutoka kwa magaidi hao wa M23. Hii ni Baraka One TV, na baada ya taarifa hizo kutoka Kivu ya Kusini, tuingie ndani ya jiji kuu la Kinshasa ambako serikali ya kivunja chama cha PPRD chake Joseph Kabila, ujio aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Joseph Kabila kusadikika kuwa yupo jijini Goma mji ambao upo chini ya magaidi wa M23. Serikali kupitia wizara ya sheria mlinda muhuri wa jamhuri umeweza kutoa agizo kuanzisha kwa uchunguzi dhidi ya Kabila na kuweza kunyang'anya mali zake, na huku pia kukivunja chama cha PPRD ambacho kinasadikika kuwa ndicho chama kilichozalisha magaidi wa M23 na pamoja na Alliance 12 Congo Joseph Kabila ambaye kati yake ameweza ya kusema kwamba amekaa miaka sita akiwa yuko kimya na mwaka mmoja akiwa yuko uhamishoni, sasa ameweza kurudi ndani ya jiji la Goma kwa lengo la kujaribu kutafuta suluhu kutokana na matatizo ambayo yanazidi kuendelea ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujio wa Joseph Kabila kupitia eneo ambalo linadhibitiwa na magaidi linatafsiriwa vipi kisheria? Huyu hapa bwana Chako Chango Bonane akiwa ni mwanasheria kutoka tarafani Uvira jimboni Kivu ya kusini chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni, ni kweli mtangazaji, kama serikali ya Kongo iko mu mademarshi mingi juu imalize hii mzozo na mademarshe iko ni initiative ni matatonema e, tanto doa Tanto, eh, kwa mheshimiwa rais wa Kenya tanto tusikie union africaine na nome bamediater ba, ba tano tanto tusikie rais alienda kuona sijui nani, tanto tusikie rais alienda ona president wa, wa il me semble que apparemment rais kwa tatoni aya hayaona nini nie atafanya pour qu'il amalize

na mulikuwa unamsikiliza bwana chako chango Ibambe, aliyewahi kuwa kiongozi wa vijana ndani ya jiji la Uvira na pia mwanasheria akiwa anatafsiria sheria inasema nini kutokana na kitendo cha Joseph Kabila kurudi eneo ambalo linadhibitiwa na magaidi wa M23. Hii ni Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Saa kumi na mbili, saa za Afrika kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, unatusikiza kutoka kote katika kila kona ya dunia. Kizabe Ayeba, Ejide Kizenga Tembele, King Selemani Shabani, Selemani wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV kutoka Australia, Canada, USA, Europe pamoja na Central na East Africa, wote wanaendelea kusikiza pamoja Baraka1 TV bila kusahau wale wote ambao wako Afrika ya Kusini. Baada ya taarifa hizo, tuingie mkoani Ituri ambako magaidi wa ADF walazimisha raia kulipa kodi na kuingia katika dini ya Uislamu. Hivi karibuni, ndani ya groupmenti ya Bakwanza inayopatikana ndani ya utawala wa Babila Bakwanza, tarafani Mambasa mkoani Ituri, wanapitia wakati mgumu kutokana na presha wanayopewa kutoka kwa magaidi wa ADF. Vyanzo vinasema ADF imewalazimisha wakaaji kulipa dola kumi za utambulisho na dola thelathini kila mwisho wa mwezi kama kodi ya mwananchi. Tofauti na hivyo, magaidi hao pia wanawalazimisha watu wote wa eneo hilo kuweza kuingia ndani ya dini ya Uislamu, na wanaopinga basi wanakutana na umauti, licha ya kuwepo kwa Operesheni Shujaa, operesheni ambayo inaongozwa na FRDC pamoja na jeshi la Uganda UPDF, lakini bado eneo lote hilo lipo chini ya utawala wa magaidi wa ADF. Tukirudi ndani ya mkoa wa Tanganyika, kutokana na vita ambayo inazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Tanganyika ndani ya mji wa Kalemie, raia waliokimbia vita kutoka Goma pamoja na Bukavu wanajikuta katika hali ya kutisha huku wakikosa chakula pamoja na mahitaji muhimu. Wakimbizi hao wa ndani wanitaka serikali pamoja na mashirika ya kiraia kuweza kuwasaidia kwa kupata chakula pamoja na mahitaji muhimu mengi na zaidi, huyu hapa mmoja kati ya wakimbizi akisimulia nini kilichomkuta na hadi sasa wanaishi katika mazingira gani na, Ba eme Ventura ba kutanaka pale le 16 ya mwezi wa pili. Sasa ilionekana le 20, tukapata tro ya kukimbia, tukafika Uvira. Tukaikalaka Uvira siku mbili, tukaona bengine watu wanaanza pigana pigana pale. Bakasema tukimbilie mu mabato. Jo bengine bote bakakimbilia mu mabato na sisi tukakimbilia hamu. Sasa tulifika kapa kale, tukalanaka pale kuforo siku mbili, bengine watu bote betukiaka nao bakaenda enda. Na shi tukakuya tukanza tukuya tukwetu tunafika tunalala. Nilikuwa na batoto bane, mumoya akakufa. Ba mukanisa mwa kule chini bakamtu alaka bali mko bali muzika kasi payu hata. Alikuwa ashakuwa na miaka saba. Yo, nikabakia, ndio ni fie, njo alikuwa Doriana. Nikabakia okay na batoto batatu. Fie mumoya na bagarso babili. Baba boy iko tu apa hapa. Alienda tafuta vya kukula. Njo tukabakia e, balitupokeaka. Sasa wakasema watusaidie, balikuwa wa ashaanza tufukuza, aseme, sheiko, endaka, tunako, asema mbona sheiko tutaenda, kwenye utaenda. Njo nikaanza sema, hapa nikakutana si atanda fanya kasi aaaa, nikaanza lala lalako Nanjo ni kanzo na bengine bakimbizi ba ndugu yangu, nikaanza kanzo baona na ndio chivo tu kabakia hapa kwa ima. Sisi tunaomba mtusaidie nafasi ya kuishi, na chakula ya kukula, na manguo ya kuvaa. Huyu mtoto nilikimbia kanae na desi mimi, hivi anakuwa na demo hizi. Na mulikuwa nasikiliza Baraka 1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo saa 12 Afrika Kati moja Afrika Mashariki asubuhi, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga yetu tukutane majira ya saa sita pamoja na saa tisa na saa kumi kuta na mbili, ambako utakutanana na baadhi ya mambo yanayozidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chao, chao.